Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni punde tu nimetoka kukujuza kwamba hatimaye serikali imelifungia kanisa la askofu Josephat Gwajima, kanisa la ufufuo na uzima, pamoja na shughuli zote za kanisa hilo. Lakini muda mchache tu baada ya barua ya kufungiwa kwa kanisa hilo kutoka Askofu Josefati Gwajima amejitokeza tena na kufanya jambo lifuatalo, kitendo ambacho kimetafsiriwa kwamba ni kama amejibu mapigo kwa kuonyesha kwamba yeye hajatetereka hajaogopa wala kutetemeka. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, kabla sija kupeleka moja kwa moja kwenye kile ambacho Askofu Josefati Gwajima amekifanya mara baada ya kufungiwa kanisa lake, hebu ni kupitisha katika mtiririko wa matukio ya siku za hivi karibuni kuhusu Askofu Gwajima kama ifuatavyo. Watu wanauliza kufungiwa kwa shughuli za kanisa la ufufuo na uzima linalomilikiwa na Askofu Josefati Gwajima, je, ni kama vikwazo vimeanza kumkabiri Askofu Josefati Gwajima? Itakumbukwa kwamba mnamo tarehe 24 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2025 Askofu Gwajima alijitokeza hadharani na kuita vyombo vya habari na kuanza kuzungumza masuala mbalimbali huku akikemea utekaji. Katika siku hiyo, askofu Gwajima alizungumza mambo mengi sana pamoja na kutoa mifano kedekede kede, yeye akisema ni katika kuyaweka mazungumzo yake katika hali ya kueleweka. Lakini baadaye, bungeni kunao baadhi ya wabunge ambao walimwashia moto kisawasawa mara baada ya yeye kuibuka na kuzungumza mambo kibao hasa masuala ya utekaji na kadhalika. Pia ilipofika tarehe 30 mwezi Mei mwaka huu wa 2025, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM bara na rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni kama alitupa dongo kwa askofu Gwajima, na hapo ndipo neno Gwajimanization lilipojitokeza ambapo Mheshimiwa Samia alisema: niwaombe, niagize vikao vinavyoenda kuchuja wagombea wakatende haki, wakatende haki Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro moja mbili tatu, hatufai huko tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanaizdi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanaizi chama chetu, magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya. CCM hoye! Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi aliyasema hayo wakati akifunga mkutano mkuu wa CCM Taifa siku ya Ijumaa Mei 30 mwaka huu wa 2025. Baadaye Askofu Josephat Gwajima alijitokeza kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram na kuzungumza, huku akitoa tafsiri ya neno Gwajimanization, ambapo maneno hayo yalikuwa yanasema ama yanasomeka kama ifuatavyo. Kwanza alianza na hashtag ya Tanzania Kwanza, kisha Gwajimanization kwa herufi kubwa, na kwamba neno Gwajimanization ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli haijalishi ukweli huo ni mchungu au hauwapendezi walioko madarakani, ni dhamira thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na ni kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kuisababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhulma. hashtag Gwajimanization ndio neno ambalo alimalizia nalo askofu Josephat Gwajima akiwa anaelezea kwa kina ama kwa upana kwa upande wake nini maana ya Gwajimanization. Lakini hayakuishia hapo tu. Ilipofika tarehe mosi Juni mwaka huu wa 2025, Askofu Josephat Gwajima alijibu kile ambacho huwa anakiita mapigo kwa kuzungumza mambo kedekede kede, kupitia madhabahu ya kanisani kwake na kukazia kuhusu utekaji. Lakini sakata la Askofu Josephat Gwajima limeendelea kuzoa mijadala mikubwa na mizito sana. Katika sehemu mbalimbali mbali, hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii huku wengi wakimkosoa vikali Askofu Gwajima kwamba haheshimu wala kutii mamlaka na kwamba mamlaka ya juu kabisa ya nchi inapaswa kuheshimiwa. Je, unataka kujua alichokifanya Askofu Gwajima baada ya taarifa ya kufungwa kwa kanisa lake kutoka akiandika ama kuchapa moja kwa moja kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram, Askofu Josephat Gwajima ameandika maneno yanayosomeka kama ifuatavyo: karibu sana kwenye ibada yetu ya mfungo maalum wa kuliombea taifa letu Tanzania. Kwa walio mbali unaweza kutizama ibada hii kupitia linki iliyo kwenye bio yangu hapo juu kwa wakazi wa Dar es Salaam, tukutane kanisani. Tanzania ni yetu sote. hashtag Tanzania kwanza. Hicho ndicho ambacho amekifanya Askofu Josephat Gwajima kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram eh, ambacho kimetafsiriwa kama majibu yake juu ya taarifa ya kanisa lake kufungwa. Na hivi ndivyo wasemavyo wakili msomi, rais wa TLS Boniface Mwabukusi na kigogo wa 2014 kufuatia Askof Gwajima kufungiwa kanisa. Wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi anayeandika yafuatayo kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, anasema msajili wa jumuiya na taasisi za kidini anayo mamlaka kisheria ya kusitisha au kufuta usajili wa taasisi au jumuiya pale inapokiuka katiba na kanuni zake au kuacha kusudi la kusajiliwa kwake. Kabla ya kufuta au kusitisha kuna taratibu za kisheria na kikanuni za kufuatwa na kuzingatiwa. Kukemea utekaji au kutowajibika kwa viongozi wa kisiasa ni wajibu wa msingi wa kibiblia, kikanisa na kikatiba. Kwa yale aliyoyasema Bishop Josephat Gwajima hayajavunja sheria yoyote, kwani ni maoni, wito na ushauri wa jumla kulinda jamii na vitendo vya utekaji na upotezaji watu. Ni vyema Watanganyika, jifunzeni kutokusambaza kusambaza barua ambazo hazijakamilika na hazina uhalisia. Tumekuwa na ujinga wa kupenda matukio na vitu vya hovyohovyo kuvipa muda, mambo ya kweli na ya msingi wala hatu, hatu, hatuhangaiki nayo pigeni kelele kudai waliotekwa na kupotezwa kuliko kusambaza propaganda za kijinga. Hayo ndio maneno ambayo ameyazungumza wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi, eh, kwa kuandika kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter mara baada ya Askofu Josephat Gwajima kufungiwa kanisa lake la ufufuo na uzima, na yafuatayo ni maneno ya Kigogo wa 2014 mara baada ya Askofu Josephat Gwajima kufungiwa kanisa lake la ufufuo na uzima. Kigogo wa 2014 anasema, hii sehemu ya kumpa nakala IGP nimeipenda sana, na IGP ataishusha kwa kamishna awadhi. Kisha akaweka na emoji za kucheka. Sukuma gang walidhani mambo haya ni mepesi kama wanavyojidanganya kwenye kwenye vikao vyao na bwana wa mtama. Huo ndio umekuwa ujumbe wa Kigogo 2014 kufuatia Askofu Josephat Gwajima kufungiwa kanisa lake la ufufuo na uzima. Hii ndio amekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment.